Aji maelfu ya waombolezaji kutoka Kisumu na kaunti jirani walimiminika katika uwanja wa Jomo Kenyatta huko Mamboleo ili kumpa mkono wa buriani aliyekuwa waziri mkuu hayati Raila Odinga. Na baadhi yao walilemewa na majonzi, wengine wakiamua kumkumbuka na kumuaga Raila Odinga kwa nyimbo za kishujaa. Na Mlaula Otieno alihudhuria hafla hiyo na ametuandalia taswira ilivyokuwa katika ngome hiyo ya kisiasa ya Raila Amolo Odinga. Ijumaa saa 12 asubuhi, halaiki ya watu ambao walikesha hapa walikuwa tayari kupokea mwili wa kinara wa chungwa hayati Raila Odinga. Baadhi waliojipanga kando kando ya barabara ya jiji la Kisumu kwenda Kakamega wakivalia sare maalum ya maombolezo. Hata hivyo, mipango ilipobadilika na kuusafirisha mwili wa Odinga kutumia ndege Umati huu ulifululiza hadi uga wa Jomo Kenyatta huko Mamboleo. Hapa wengine walilemewa na majonzi, wengine waliamua kumsherekea mwenge wao, kigogo wa kisiasa na jenerali aliyetoa mwelekeo kwa jamii. Nimesikia msame alala, nimesikia usuni imefanya ni, nimetoka nyumbani mapema saa 11 asubuhi, niko kwa laini nimesimama masaa mawili hata sikamfikia pato, lakini nataka nimuone tena leo nilale pondo, nimusike ndio nirudi nyumbani. Nilitoka nyumbani saa kumi na moja kamili ili kushuhudia mwili na kus, kus, kus, kupata ile mwili ya Raila imeletwa nishuhudie kweli amekufa. Muda mfupi kulikuwa na vurugu katika uga huo, ila maafisa wa usalama walirejesha hali ya kawaida na msururu wa kuutazama mwili ukaendelea. Kama inabadiliza katiba ni Agwambo, inabadiliza nini Agwambo, maandamano ni Agwambo. Hiyo ndio kwa sababu nimetoka Nairobi mpaka hapa, tunasindikiza ya poda inji kwa inamani, na hakuna sherehe nyingine itakuwa kama ya Agwambo. Nimesema leo na watu wa Mungu tumekubali, umejaribu Wakati uo huo huo jijini Kisumu kulikuwa mahame, maduka mengi yalisalia kufungwa huku wafanyabiashara wakiungana na waombolezaji. Wengine walitoa machozi huku wengine wakiimba nyimbo za kishujaa. Wale waliofika wali hapa wakisema lazima watoe heshima zao za mwisho kwa Raila Odinga ambaye alikuwa kama baba kwa wengi. Lora Otieno, runinga.